Ndugu wapendwa, leo ni Dominika 30 ya mwaka C wa Kanisa. Masomo yetu ya leo yana tutafakarisha kwamba Mungu ni hakimu mwenye haki. Mungu wetu hana upendeleo wala haongwi na pesa za tajiri, yeye ni haki yenyewe. Hivyo tusisite kumkimbilia, kwani atatupatia iliyo haki yetu. Leo tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie wa watu wa haki ili tuwape watu wengine iliyo haki yao, pasipo kuwaumiza kwa ukandamizaji. Pia tuwaombee wale wenye nafasi mbalimbali mbali katika jamii, wawe watenda haki pasipo upendeleo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Yeshua bin Sira, sura 35, aya 12 hadi 14 na aya ya 16 hadi 19. Kwa kuwa Bwana ndiye mhukumu, wala hakijali cheo cha mtu, hata mkubali yeyote juu ya maskini, naye ataisikiliza sala yake aliyedhulumiwa, hata yadharau kamwe malalamiko ya yatima, wala ya mjane, amwelezapo habari zake, malalamiko yake aliyoonewa yatapata kukubaliwa na dua yake itafika hima mbinguni. Sala yake mnyenyekevu hupenya mawingu, wala haitatulia hata itakapowasili, wala haitaondoka hata aliye juu atakapoiangalia, akaamua kwa adili, akatekeleza hukumu. Wala Bwana hatalegea wala hatakuwa mvumilivu kwa wanadamu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 4 aya 6 hadi ya 8 na aya 16 hadi 18. Mimi sasa na mininwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Katika jawabu langu la kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo, lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Bwana ataniokoa na kila neno baya na kunihifadhi hata nifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na injili inatoka injili ya Luka sura ya kumi na nane aya tisa hadi kumi na nne. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine wote watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule farisayo akasimama akioba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifua akisema: E Mungu uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Wapendwa ndugu zangu, somo la kwanza kutoka kitabu cha Yeshua bin Sira latuonya kwamba Mungu ndiye hakimu wa haki. Usidhanie kuwa unaweza kutoa rushwa, kwa maana Mungu hapokei wala usiwaze moyoni kutoa dhabihu ya jeuri. Mungu hapokei sadaka watoazo matajiri kutokana na sehemu ya mali waliojipatia kwa kuwanyonya na kuwaonea maskini na wanyonge ili kumridhisha, kwani Mungu daima ni mwenye haki, anatetea haki za wanyonge na maskini, anasikiliza sala zao waliodhulumiwa, hayadharau kamwe malalamiko ya yatima wala ya mjane amwelezapo habari zake. Yeshua Bensira anasitiza kwamba malalamiko yake aliyeonewa yatapata kukubaliwa na dua yake ifike mbinguni, kwani sala yake mtu nyenyekevu hupenya mawingu, wala haitatulia hata itakapowasili, wala haitaondoka hata aliyejuu atakapoiangalia akaamua kwa adili kutekeleza hukumu. Ndugu zangu wapendwa, yafuatayo ni mafundisho tunayopata kupitia somo hili la kwanza. Fundisho la kwanza: Mungu ni baba mwenye haki asiye na upendeleo. Watu wote mbele yake ni wathamani, kila mtu hupokea haki yake kwa wakati wake. Mungu wetu haongoki, haongeki kama mwanadamu. Mtu ni rahisi kudanganyika kwa kuhongwa ili apindishe haki na ndiyo maana mara kadhaa tunasikia malalamiko ya watu mbalimbali wakilia haki zao. Ukijaribu kuchunguza kwa nini mambo hayo yanajitokeza, unakuta kwamba kuna baadhi ya watu wananunulika kwa fedha ili kupora haki za wengine kwa makusudi kamili, na matokeo yake ni kuwaumiza watu wengine wasiokuwa na hatia. Ashukuriwe Mungu wetu asiyepokea rushwa na anayechukia rushwa. Fundisho la pili, hatupaswi kuwatesa au kuwanyanyasa maskini, tunapaswa tuwapatie haki yao. Ipo baraka kubwa kila tunapowatazama maskini kwa jicho la pekee. Tunalo jukumu la kujenga taifa ambapo maskini, wajane na mayatima wataishi kwa amani na furaha. Vilevile vile maskini, wajane na mayatima wanapaswa wawe watu wa shukrani na wakuridhika wasiishi kwa kulaani au kulalamika. Fundisho la tatu, Mungu husikiliza sala za wadogo na watu waliosetwa na jamii. Yeshua bin Sira anatuambia kwamba Mungu anasikiliza sala za waliodhulumiwa, hayadharau malalamiko ya yatima na wajane. Anaeleza sababu kwamba wanyonge na maskini wanajua kwamba kilio chao kina Bwana, na ndiyo maana wimbo wa katikati mzaburi anasema kwamba maskini huyu aliita Bwana akasikia. Hawa ni wanyofu na wanyenyekevu. Yoshua binsira anatukumbusha kwamba sala ya mtu mnyenyekevu hupenya mawingu, wala haitatulia mpaka imesikilizwa. Mtakatifu Yohane Kuzostom anatueleza kwamba Kumbukeni, amhurumia maskini kumkopesha Bwana na Bwana atamlipa mara saba. Injili ya leo inatuletea kisa cha watu wawili waliokwenda mbele za Mungu kusali, mmoja ametajwa ni Farisayo, mtu wa dini na mwingine ametajwa mtoza ushuru. Mambo hayawi kama yanavyoonekana kuwa ilidhaniwa kwamba farisayo mcha Mungu huwa na kibali cha Mungu, huku mtoza ushuru hana tumaini mbele zake. Wote wawili, farisayo na mtoza ushuru, walikwenda hekaluni kuomba. Luka ametaja kwamba shabaha ya mfano huu ni kuonyesha hali inayokubalika na hali isiyokubalika katika kuomba. Hali isiyokubalika ni ya mtu kuudai uzuri wake mbele za Mungu na kuwadharau wengine. Hali inayokubalika ni mtu kukiri jinsi asivyostahili kumkaribia Mungu, akikubali kwamba hana jambo zuri la kumdai ila ategemee rehema za Mungu tu. Ilikuwa desturi kwa Wayahudi kusimama wakati wa kuomba. Huyo Farisayo alisimama mbele mahali ambapo watu watamwona, tena mbele za Mungu alijisemea sana, ni kama alimtupia jicho Mungu, halafu alijiangalia mwenyewe sana. Alimshukuru Mungu kwamba hakufanana na wenye dhambi kama wadhalimu, wazinzi na kadhalika. Huyo Farisayo aliishi maisha safi, hata akajiona kuwa safi sana. Pia alifanya yale mema yaliyodaiwa na sheria ya Kiyahudi. Alifunga mara mbili kwa juma. Torati ilitaka Myahudi afunge mara moja kwa mwaka, kwa hiyo alizidi iliyotakiwa na Torati. Kuhusu zaka, alizidi iliyotakiwa na Torati. Rejea Kumbukumbu la Torati sura ya 14 aya ya 22. Hivyo alifuata sheria vema kwa kutokufanya dhambi na kwa kutimiza matakwa ya torati hakuwa na kosa. Ila shida yake ilikuwa alijaa umimi, hakuwa na hali ya kusikia dhambi au upungufu, wala haja ya msaada wa Mungu. Aliutegemea uzuri wake katika kujisifu kwake, aliwadharau wengine, akitaja na huyo mtoza ushuru ambaye pia alikuwa akiomba wakati huo. Yesu alieleza hali ya mtoza ushuru katika kuomba kwake. Kwanza alikaa nyuma, kana kwamba hakusikia amestahili kusogea karibu. Hakuinua macho yake mbinguni, alijisikia kama hana haki ya kumtazama Mungu. Alijipigapiga kifua chake, dalili ya mtu aliyejiona kwamba hastahili jambo lolote. Hakuwa na hali yoyote ya kuzificha dhambi zake. Alijifahamu kuwa ni mwenye dhambi mkosaji, na alimwomba Mungu amsamehe. Hakuwa na majivuno wala hakudhani kwamba aweza kumdai Mungu jambo lolote, ila rehema zake. Hata ni ajabu kuona kwamba amekuwemo hekaluni, hali akimwomba Mungu hakumtaja ya Farisayo na unafiki wake. Yesu alisema kwa wazi kwamba huyo mtoza ushuru alipata kibali cha Mungu, alihesabiwa haki, yaani alisamehewa dhambi zake. Mfano huo, Yesu alisisitiza kwamba injili ni kwa walio nje, kwa wale waliowekwa kando na viongozi wa dini ya Kiyahudi hao Mungu huwajali na kuwapokea. Ila Mafarisayo na wote wanaofanana nao wanajiona kuwa bora, hao hukosa kibali cha Mungu, hawahesabiwi haki. Haki yao wanayoidai na kuisifu haitoshi mbele za Mungu. Mtu hupaswa kujishusha na si kwa kujikweza. Jambo muhimu si hali ya maisha ya nyuma bali hali ya sasa na mtazamo wa mtu kwa Mungu wake. Farisayo katika dhana yake ya kumpenda Mungu alikosa kuwahurumia wengine, na haki yake haikuvuta watu wamkaribie Mungu. Kwa hiyo watoza ushuru na wenzao wanayo matumaini wakimgeukia Mungu na kutubu dhambi zao, na Mafarisayo hawana matumaini ya kukubalika na Mungu wakiendelea kujiona na kujivuna na kufikiri kwamba ni bora kuliko wengine. Napendwa ndugu zangu kupitia somo hili la injili tuna mafundisho kadhaa ya kujifunza. Fundisho la kwanza, Mungu anajua undani wa mioyo yetu. Kujieleza sana hakutupatii mastahili mbele ya Mungu. Farisayo alijieleza sana kuhusu hali yake ya utakatifu, na baada ya kujielezea anaona hana haja ya kuhitaji neema ya Mungu wala huruma yake. Wakati mwingine na sisi tunajisahau, tunapoenda mbele za Mungu tunakwenda kujisifu wenyewe, tukifikiri kwamba yote tunayafanya ni kwa juhudi zetu wenyewe. Hata kama tumefanikiwa kushika amri za Mungu na za Kanisa, haimaanishi kwamba sisi ni bora sana, na kutokana na ubora huo tunaanza kumdai Mungu mastahili kwa kumshinikiza kwamba tumetenda vyema. Na kutokana na kiburi hiki tunakuwa wazito kujongea kiti cha huruma ya Mungu kwa kusema kwamba, niende kuungama kwani? nimeua mimi? sina dhambi kama ni zaka nimelipa, sadaka na toa, na sali rozari, mimi ni mwana kwaya na kadhalika. Haya ni majivuno yasiyo na maana mbele ya Mungu. Fanya yote mema, nasubiri mungu mwenyewe atakupatia tuzo lako. Fundisho la pili: katika sala zetu tusiwatuhumu na kuwalaumu wengine Farisayo katika sala yake anawatuhumu na kwa hukumu wengine, na hasa mtoza ushuru mbele ya Mungu kwa kufungua madhaifu yake ili yaonekane mbaya zaidi. Angalia farisayo anayofunua madhaifu ya wenzake: mimi si kama watu wengine, wanyang'ani, wadhalimu, wazinzi, wala mimi si kama huyo mtoza ushuru. Kimsingi Farisayo ana watuhumu na kwa hukumu wengine, anafunua maovu yao kwa Mungu, kana kwamba Mungu hafahamu mapungufu yao. Farisayo amesahau kwamba Mungu anajua yote. Hebu tujiulize swali moja, hivi hao watu wengine akiwemo na mtoza ushuru hawakuwa na jema hata moja? Mbona Farisayo anaona tu mapungufu yao? Tabia hii ya Farisayo naweza kuifananisha na, na baadhi yetu. Sisi binadamu tuna tabia ya kuzungumzia mabaya wengine tu bila hata kuona mazuri walionayo wenzetu. Hata tunapokuwa katika ofisi moja, tunaweza kuchongeana sisi kwa sisi kwa kumpelekea umbea mwajiri wetu, yaani bosi wetu, na kusema mtazame fulani ni mvivu hana msaada wowote kwenye ofisi, ni mimi tu ninayewajibika, wengine hawafanyi kitu. Ndugu mpendwa, kufika katika hali hii huku ni kuchongeana na kudidimizana, na wakati mwingine tunafikiri pale tunapowasemea wengine mabaya, tunahisi kwamba tunawakomoa au tutaonekana bora zaidi, kumbe sivyo. Farisayo alifikiri atapongezwa na Mungu, lakini wapi? Aliyekuwa anashutumiwa ndiye anayepokea baraka ya msamaha kutoka kwa Mungu. Fundisho la tatu: kukiri udhaifu wetu mbele ya Mungu ni njia bora ya kuendea utakatifu. Mtoza ushuru aliyesimama mbali kwa haya, bila kuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni bali alijipigapiga kifua akisema, ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Yesu anasema huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko Farisayo, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa naye ajidhilie atakwezwa. Farisayo hakutazama makosa yake mwenyewe, hakuona udhaifu wake bali mazuri yake tu. Tena yawezekana hakufurahia uwepo wa mtoza ushuru pale hekaluni, yaani mtu mwenye dhambi. Ndiyo maana anasema wala yeye si kama huyo mtoza ushuru. Ndugu zangu katika Kristo, kitendo cha kushindwa kuona madhaifu yetu ni kujinyima fursa ya kutafuta utakatifu. Tunatumia muda mwingi kujisifu, tunasahau kwamba muda wetu mwingi tunapaswa kukaa miguuni pa Yesu kuomba rehema zake, kwani hakuna hata mmoja wetu anayestahili. Tungekuwa tunastahili, Bwana wetu Yesu Kristo asingeshuka duniani kutukomboa. Kila mmoja wetu anayohatia kwa namna yake, hivyo twende kwa Bwana kwa unyenyekevu wa moyo na siyo kuinua mabega yetu kwa kiburi. Somo la pili ni hitimisho la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timoteo, ambapo tunaona maagizo na salamu za mwisho za Paulo kwa Timoteo akisema kuwa karibu atamiminwa na kwa ajili ya Yesu anapenda kufa. Paulo anasadiki amefanya kazi yake ya kitume vizuri. Kwa hiyo Mungu atampa tuzo akisema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana uhukumu mwenye haki atanipa. Paulo yupo mahakamani Roma, haogopi adhabu ya kifo iliyo mbele yake, maana ameweka tumaini lake lote kwa Mungu akisema Bwana ataniokoa na kila neno baya na kunihifadhi hata nifikie ufalme wake wa mbinguni. Paulo kisha kusema hayo, anawaombea msamaha kwa Mungu wa Kristo walioiongopea imani na kumwacha peke yake akisema, ya wote walioniacha naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Kupitia waraka huu wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo tunajifunza mambo yafuatayo. Fundisho la kwanza, tusikate tamaa hata tukiwa katika magumu kwa kuzisimamia kweli za imani yetu, hata kama wengine watatusaliti, kwani ni katika kusimama imara katika imani yetu ndipo tutapata wokovu na uzima wa milele. Hakuna mtu anayevalishwa taji mwanzoni mwa safari, bali huvalishwa mwishoni mwa safari. Mfano, mwanariadha hawezi kupewa medali kabla ya kumaliza kukimbia umbali aliyopangiwa, na sio tu kumaliza umbali, bali awe ameshinda kwa viwango vilivyokubaliwa. Hali kadhalika katika imani tutavikwa taji baada ya maisha ya hapa duniani, na maisha hayo yawe na mwisho mzuri unaokubaliwa na Mungu. Siku hizi kumekuwepo na desturi ya kuandika katika tisheti na misalaba maneno haya ya Paulo: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Maneno haya ni mazuri, yanaleta faraja kwa wafiwa, hasa kama mtu aliishi vyema Ukristo wake. Mungu wetu mwenye haki hatamwacha kamwe aliyemsadiki na kuishi kadiri ya mapenzi yake. Fundisho la pili, kuombea wengine msamaha pale wanapokengeuka. Katika somo la leo, Mtume Paulo anaonyesha huzuni yake juu ya wale waliomtelekeza wakati akihitaji msaada wao kuliko wakati mwingineo, wakati wa majaribu na kufungwa kwake. Hisia juu yao ni zile za huruma na sala: Mungu asiwahesabie dhambi hii. Sala yake ni kama toleo lingine la sala ya Yesu msalabani alipowaombea watesi wake msamaha: Baba, uwasamee kwa kuwa hawaji watendalo. Rejea Injili ya Luka sura 23, aya 34. Mtakatifu Yohane Gzostom, askofu na mhubiri mashuhuri aliwahi kusema yafuatayo kuhusu Mtume Paulo, alisema hivi: moyo wa Paulo Si kingine ila ni kivuli cha moyo wa Yesu. Ndugu mpendwa, Mtume Paulo aliishi vema kauli mbiu ya Yesu na pia alielewa vema sala ya baba yetu, kipengele hiki. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Kwa namna Paulo alivyowasaidia watu kumjua Kristo na ghafla watu wake wa karibu wakamwacha wakati wa mateso yake. Ingelikuwa ni mtu ambaye si mkomavu katika imani, ingewezekana angewalaani wale marafiki zake waliomkimbia, lakini hakufanya hivyo. Tujifunze jambo: tunapokuwa katika misukosuko ya hapa na pale, halafu watu wetu wa karibu wakatukimbia, tusiwe na shaka wala tusikimbilie kuwalaumu, bali tuwaombee tu baraka na neema katika mateso yetu. Bwana anajua namna ya kutuokoa na wala tusiweke tumaini letu kwa mwanadamu, ila kwa Mungu tu. Wapendwa ndugu zangu, kwa kuhitimisha, tunaweza kusema mambo haya: Mungu wetu ametega sikio kusikiliza wenye shida mbalimbali kuwapa mbali haki walioonewa. Baba mwenye haki hayupo tayari kumtelekeza mwanaye. Lakini Mungu wetu anapendezwa sana na watoto wanaojishusha na kuhitaji msaada wake. Watoto wanaojikweza kama Farisayo hawataambulia totote, bali wanaojishusha kama mtoza ushuru watapata tuzo lao kwa Bwana. Mtume Paulo amekuwa na tumaini kwa Bwana hata kuwa tayari kufa ili apate lile taji ambalo Bwana amewaandalia wateule wake. Tushirikishane tone la upendo. Aliandaa na kukuletea tafakari hii ni mimi Shemasi Revocatus Bernard, misionari wa shirika na la damu azizi.